Kwa hiyo uchaguzi, mimi natamka kwamba matokeo yaliyotangazwa ni batili, sikubaliani naye na ndio sababu nimekataa kusaini. Kitu cha kwanza ambacho kilitokea, kwanza mawakala wangu fanyiwa fujo tu, wakafukuzwa kwenye vituo, kwa sababu wakala waliokuwepo pale wanfra ambao ni wachadema pia alafu, wengine walikuwa mawakala wawili pale na wote ba, wale ni wachadema, si wa vyama vingine, walitumia vyama vingine tu kwa kivuli, lakini ni wachadema. Lakini la pili pia mawakala wetu walifukuzwa kwa fitina tu, walikuwa na mahusiano fulani na wale wasimamizi. Kwa hiyo hawakuwepo mawakala katika vituo fulani fulani za osunywa na maeneo mengine. Lakini lingine kuna zile fomu sasa za tume, kwanza hazijajazwa kwamba kulikuwa na kura ngapi na hakuna sahihi hii ya yule wak wakala. Lakini lingine pia hazina muhuri, zingine zina muhuri, zingine zina muhuri tofauti. Kulikuwa na watu wanakuja na kura zilijazwa kabisa na mf mfukoni zikaingizwa pale. Kwa hiyo kulikuwa na kasoro nyingi katika uchaguzi huu, hata nina evidence zote kwamba ukiangalia hizi kura kuna mihuri ambazo ziko tofauti, na maana kuna mihuri ilipigwa sehemu nyingine ikaletwa ikatumbukizwa na uh, kulikuwa na ukaribu sana wasimamizi wa tume na huyu mgombea ambaye wa Chadema kuna kituo fulani aliingia akakaa masaa matatu huko ndani, mpaka nikapigiwa ndio nikaenda pale nikakuta, wakashtuka pale wakaanza kukimbia, kimbia. Kwa hiyo kulikuwa na kasoro nyingi ambazo tayari tumeshapeleka sehemu zinazohusika. Kwa hiyo tu hatukubaliani na na, pia wananchi mmeona leo jiji la Arusha lilivyo, wako kama wananchi wamenyeshiwa na mvua, wengine wamenitumia message, wengine wamefika hapa wakisema wewe ndio mbunge wetu, na sehemu nyingi tulipokuwa tunapita watu wanasema hapa kazi tu, hapa kazi tu, hapa kazi tu. Kwa hiyo walisema walichoka na maandamano, wamechoka na uongo, wamechoka na uchochezi, wamechoka na udanganyifu. Kwa hiyo ushindi aliotangazwa si wa haki, si wa halali, kwa hiyo ni batili, na ninarudia kusema ni batili. Kitu gani kingine unahitaji kutoka kwa Millard Ayo? Subscribe hapa YouTube ili kila siku niwe na kutumia story kama hizi kwenye video. Kupata zile exclusive, unaweza kujiunga na SMS updates za Millard Ayo kama unatumia Tigo. Andika Ayo kwenda 15510. Video na updates nyingine za faster faster ni kwenye millardayo.com pamoja na page za Facebook, Twitter na Instagram zenye jina la Millard Ayo, M-I-L-L-A-R-D-A-Y-O.